Michezo tuweze kuzungumza mambo mbalimbali yanayokuwa ya kihusiana na michezo na burudani. Nami naripoti kutokea hapa katika mitaa stesheni kaburi moja. Mbele yangu niko na Uchebe wa Yanga <laughs> Bwana Yesu asifiwe. Eh, e, e, e. Hapa tunaitikia wote hadi wapangwa Wahehe e, Wakinga, Wabena, wote wataitikia. Alafu e, unajua Wapangwa, Wabena, wa Bena, Wahehe wamefollow sana hii nani Chapesa Media, unajua au hujui? Au hujui? Ndio nakupa hiyo wako wakubwa e, ni wakutoka nyanda za juu kusini. Wanyakyusa wamefollow, wasafu wamefollow A, Wahehe wameforo Wapangwa wameforo Wabena wameforo hii. Hey, Cha Pesa Media, wewe ni hatari bwana. Tuzungumzie bwana, kesho ndo kesho. Asemae kesho si muongo. Kesho ni fainali ya michuano ya Mapinduzi, klabu ya soka ya Azam FC dhidi ya Young Africans. Mnaiona wapi karata yenu hapo kesho? Kwanza sema wanaume hoye, sema wanaume hoye. Mimi hapa mwanaume hoye, mwanaume hoye, wanaume hoye. Hey, fainali ya kiume kesho, umenielewa? Ni fainali ya kiwango Mzizima, dabi ndani ya Pemba Gombani. hey, tunaenda kuangalia namna gani. Unajua, tunavyozungumza, Azam lazima usiibeze, ni timu nzuri yenye ushindani yenye wachezaji wazuri, lakini pia benchi la ufundi zuri, ukizungumzia hususani Floro Ibenge, ni kocha ambayo katika nafasi tano za makocha bora Ibenge unamkuta Uh, sisi ukija Yanga kinachokuja utofautisha kocha wetu kwenye nafasi tano kwa ubora kwa Afrika hii umkute, ila ndo pila sayanzi, yani wanavyokuambia mpila sayanzi sayanzi yenyewe ndio yuko na Pedro Goncalves, umeona la yake koo. Tunaenda kuangalia fainali ambayo inahusisha wana sayanzi wa mpira na inaenda kuhusisha na, na kocha bora kwa bara la Afrika hili koo nategemea fainali kuwa bora kuliko ninavyofikiria, kwa sababu Yanga quality player tulionao na aina ya uh, uh, player wa, wa, wa, wa, wa Azam sidhani kama tunaweza kukatofautisha sana, lakini tukinachokuja kuzidiana, sisi daraja letu ni la juu sana zaidi ya Azam. Vibaya waulize Simba ni nani, waliwekewa watoto wa miaka kumi na moja bado wakaburuzwa under 20 wale bwana, under 20 sasa, si miaka kumi na moja miaka kumi na moja miaka kumi na moja wanaenda kukutana na kina nani? Kina nani eli mpanzu, wanatoka ulimi kina mwasong mwanini ma, wale mwangosi, yeah. Wanatoka ulimi kina duchu mpaka wanapewa kadi nyekundu, umenielewa? Mm -hmm. Wanashindwa kufurukuta kwa watoto wa miaka kumi na moja Nusu fainali unaruhusu goli bora kwa ubora barani Afrika nafasi ya tano ile unapangiwa kikosi cha miaka kumi yani, ile tuite under 15. Simba amekutana na under 15. Lakini Simba anashindwa kutamba umenielewa eh? Labda hizo ni mbili tu ninaweza nikazielewa. Simba alikuwa na mwogopa Yanga akaamua ajivunje umenielewa eh, akajivunja umenielewa kocha goalkeeper sometime unatafuta clean sheet, unaona mashambulizi mengi, unajivunja kwamba ah nitoke na clean sheet, kwamba sije nikaonekane mimi nimefungwa. Aje goalkeeper mwingine afungwe lawama ziwe kwake, umeelewa? Kwa Simba juzi ja, alichokifanya akajaribu kutafuta njia ya kumkwepa Yanga, kwamba mimi bongo nimeshasema. Bahati mbaya kuna michezo ambayo inaendelea bongo, wanasemaga sio rafiki, tunacheza na marefa sijui tunafanya kila linalowezekana, tukaambia oke, okay, sawa, twende Gombani Pemba kule ndio tukakutane, tukaonyeshane ubabe tumalize na huko, tumalize na huko. Tumalize na huko. Nah, e, kaona wee, yaani nigongwe Tanzania bara na visiwani hmm. Si mbona nichague moja tu? <laughs> Afanyaje nigongwe Tanzania bara na visiwani eh, eh. Ah, wapi, kaamua yeye kula mbio eh. Kakunjua mita ndio maana kesho Simba umenielewa, Singida na TRA tunawatafutia sehemu, tunafunga big screen wakae waangalie fainali, sawa. Unabisha, unabisha nilikuepo ndo hey, hoja. Kwa hiyo kesho Simba, Singida na TRA tunawatafutia kituo, aidha tuambie waende Mwembe Yanga au koko bichi tunawafungia big screen waangalie fainali Yanga dhidi ya nani? ya Azamu, waone tunavo? Pishana. Pishana, pishana, Simba na Yanga. Eh, tunakupishana hapa <laughs> unauliza uji kwa mgonjwa eti, akati ni wajibu wake. Ni wajibu wake? Simba na Yanga ni uji na mgonjwa haina kubishana hiyo wala kuanza kutolea maelezo mengi, umenielewa wewe. Nenda huku nenda huku, mimi na, nikiambiwa kwanza, ningepangiwa na Simba ningeomba uongozi wa mapinduzi ubadilishe kanuni, umenielewa hata mimi ningeomba Yanga wanipange, ningeomba Yanga wanipange, ningewafunga Simba. Simba na ugumu gani? Na kuuliza Simba na ugumu gani? Amemweka amemweka <laughs> ndani yaani ya miezi miwili. Bahati mbaya ya kwanza, bahati mbaya ya pili. Bahati mbaya kutenda kosa si kosa, kurudia kosa. Kwa hiyo Zanzibar amefanya makosa Umenielewa? Huku alitenda kosa, akujua kama ni ila akaenda Zanzibar kafanya. Umenielewa? Kwa hiyo kumfunga Simba kuna ugumu wote? Ni rahisi sana, yaani Simba haihitaji kutumia nguvu Simba sasa hivi, umenielewa, unavyozungumza Simba labda tuelezee watu, wanaweza kahisi ni mnyama mkali kweli, ni mnyama mmoja wa kutisha kama vile simba ambayo tunamwona Mikumi Serengeti, Tarangire na sehemu nyingine. Simba hivi tunavyozungumza ni maramia, uzungumze panya. Umeelewa? Panya ana hatari ndani ya nyumba kuliko simba, ana hatari ndani ya nyumba kuliko simba. Panya, panya ukiweka mazao, mazao yako panya, kama Umeelewa? Kile kirutubisho au kile kiini ambacho natakiwa ukipate kwenye mahindi, panya natoboa. Wewe utakula makapi. Umenua nguo yako mpya umeweka kwenye begi, panya talamba, umenielewa? Atachana, anatafutaga sehemu ambazo nyeti anakula, yeah. Wewe nakuja siku piga mtako, mara suruani imechanika, mara shati limetobolewa, umenielewa? uh -huh. yeah. Make panya na madhara kuliko simba, si umenielewa? Kwa leo hii mimi niwekewe simba niwekewe panya, nakuwa na umakini na panya kuliko simba Kiyoikewa. Panya na simba uh -huh. Nakuwa makini sana kwenye panya kuliko simba uh -huh. so, uh -huh. Ndo nakupa hiyo. Manielewa hiyo anakupa fakti na hiyo haipingiki, ndo maana leo nakuja kuzungumza uhalisia ya kwamba hii finali ni mara mia tumekutana na Azam ambaye naenda kwa umakini. Azam ndo bingwa mara nyingi walikombe, kwa anajua teknika nazo zifanyage za kuhakisha kwa bingu. Sasa mimi kesho naenda kufiatua mtego Akija anapokuja kusema eh, mimi ndio mbona s atatujibu kwa nini alituondolea alishangazi letu kumfunga Ibenge, lakini. Sikia. Hamjawahi kumfunga Ibenge. Kweli, si kweli? Shida Ibenge alikuwa anakutana na kocha gani? Kweli, si kweli? Hamjawahi kumfunga. Aa, alikuwa anakutana na kocha gani si na Si kweli si si na kanusha amechezea niambie, mara ya mwisho kabla ya kuja Azam alikuwa timu gani? Kwake tulimfanya nini? Kule kwake tulimfanya nini? Umeshasema kwenye kombe la, mapin, nanen, la, la klabu bingwa tunaondolewa hapa na nani? Kama nakumbuka tunakosa goli la FC a umenielewa ametufunga goli mbili hapa, tunaenda kwake, tunamfunga goli moja wao. Na msahau Pacome Zouzoua, vipi bwana, tunaenda kwake. Ngoja, tunaenda kwake tunamfunga Hilali umdumani, mnakutana naye ndiye anawatoa nyinyi kwenye kombe la shirikisho. Mnatoka hapa sare ya moja moja, kule mnafungwa moja bila, anaondoka Unasemea raundi ya nyuma uh -huh, umenielewa. uh -huh. Tunaenda sio shirikisho tena, tulitolewa klabu bingwa tukaja shirikisho, tunaenda kucheza fainali uh -huh. Tumerudi tumekutana naye makundi, unabisha nini? elfu mbili ishirini na nne ishirini na tano ukweli ndio huo. ishirini na nne ishirini na tano tunatoka sisi makundi uh -huh. Ngoja nikwambie na kukumbusha, bwana Derick uh -huh, kutoka Chapesa. Umenielewa, makundi sisi tunatolewa, unakumbuka uh -huh. uh -huh. Makundi yetu yalikuwa na nani? msimu uliopita

Hey, Al Hilal Omdurman yeah. <laughs> TP Mazembe, Young African, MC Alger, tunafungwa goli mbili, tunaenda kwa nani? Yule MC Alger, tunafungwa goli mbili, tunaenda kwa Al Hilal Omdurman, tunashinda goli mbili, goli moja tuna tunatoka. Baada ya kutoka TP Mazembe, tumetoka sare moja, mimi nakumbuka, umemfunga mazembe nje ndani? Sijamfunga nje ndani Nimemtoa sare, nimemshinda hapa nyumbani, naenda kwa e, Al Hilal Omdurman, narudi MC Arja kupa hiyo Ibenge. Ni nani pila sayanzi? Anakuja kutana nalo sio lile alilokuwa amelizoea tena, lile alikutana gusa achia, twende sasa anakutana pila sayanzi <laughs> Deriki Ibenge anamtisha Simba sio Yanga. Hey, benga anamtisha Simba sio Yanga Awe, toma mate chini. mi nakwambia hiyo ishinayo kwani Simba amefungwa na nani tena watoto under 15. Under 15 imemwondoa Simba mapinduzi tena nusu fainali eh? kwayo mimi nawambieni pila sayansi mnaloenda kuliona kesho ni ndio pila bora ambalo hujalishuhudia wewe umenielewa na lile kombe si tunalihitaji